Karibuni tena wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio televizion Ngio Kumali, popote mulipo, tunawasalimu kabisa, tukianza kwa Mheshimiwa Jemadari Mkuu nyota ya Kongo William Amuri ya Kutumba, jemadari mkuu na vikosi wote pamoja na wajenerali walio karibu yake kama Mheshimiwa Makanakimjomba wangu tunawasalimu. Jemadari Rene Tongwa na wajemadari wote ambao wako kandokando mplene Ruzizi, tunawasalimu bega kwa bega, tano kwa tano. Hatutasahau dola dola, dola kubwa, mali ulipo, tunakusalimu kabisa. Vilevile tunasalimu bwana e, e, kamanda dalto na watu walio plena ruzizi, heshima zenu, bila kusahau jumba zangu wabuyu buyu, tunawasalimu mali mulipo mu plena ruzizi. E, makana ki, mjomba bavu kwa bavu bega kwa bega tuko pamoja. Vilevile vile tunasalimu wajemadari wote na vikosi ambao wako pale e, tarafani Fizi, wako milimani tunawasalimu kabisa. Vikundi vyote tunawasalimu e, na tunasalimu vilevile vile, kiongozi wa umoja wa zalendo ambao wako tarafani Fizi na, e, wa, wa vikosi wote na wajemadari wote na kamanda wote yani tunawasalimu bila kusahau avoa, avoa iko association ya ba, e, veve na baorfelea wazalendo. Avoa inaongozwa na dada yetu anaitwa kwa furaha e, mambo basi, tunawasalimu wote, bila kusahau watangazaji wa radio televizio ndio kumali, popote mlipo, tunawasalimu na vilevile wanaosapoti wazalendo, tunashukuru sana wazalendo ambao wako pale Amerika, muna munasapoti siku kwa siku, tuna wasalimu tunasalimu vilevile ba patriote vile ndugu kinge kinge eh, general Kinge, tuna tunawasalimu na wote tunawasalimu kabisa. Ya muhimu ni kwamba mufate kipindi chetu cha uchambuzi wa siasa kuhusu siasa ya Kagame eh, pamoja na eh, Joseph Kabila. Kwa hiyo tunashukuru sana, shukrani zaidi tena kwa ndugu wote wanaotufuata like, vipindi vyetu, sukumia mwingine jiabone, ni mchango wako Wandugu wasikilizaji wa radio television yoko, Paul Kagame anazani labda wakongomani ni watu ambao hawafikirii. Tumeona eh, magari imetoka Rwanda hizo basi na kuingia katika mji wa Goma, walikuja hawana kitu na kuchukua Wanyarwanda warudi Rwanda. Wanyarwanda wangapi na wanani? Kwa nini Kagame amefanya hiyo? na kwa nini eh, rais mstaafu Joseph Kabila amekubali ame. Hiyo ni siasa, wadugu watazamache. Huyo mwenye muona hapo ndio general anaitwa jina la Makanaki, eh, Kasimire Makanaki. Asante mjomba, tuko pamoja na wewe, tuko tuko tu, tutasonga mbele. Hakuna mnyarwanda wa kumwachia njia apite mplenda Ruzizi, uongo. Basi turudilie kipindi chetu ni kusema Siasa walioandaa uh, Paul Kagame pamoja na Joseph Kabila ni kuongeza idadi ya Wanyarwanda au kupanda Wanyarwanda wapya walio na malengo ya Rwanda ya Kagame. Sababu gani? Na huyo munayemwona hapo ni Jemadari Renitongwa eh, tuleo tata mfalme. Huyo ni mfalme kanisa la tatu. Basi tuendelee kwa mambo mengine. Kagame kama gisi tulivyoeleza masiku yaliyopita vipindi vipindi tulikuwa navyo ya kwamba hawa wanaojiita Wanyamulenge yaani Watusi waliokuja zamani, kuna wale wanampinga Kagame, sio uongo, ni kweli. Kuna wale wanachoka na vita wanampinga Kagame sababu e, vita ambavyo viko leo mashariki, mashariki mwa Kongo hasa zaidi huko tarafani Fizi Uvira ni Kagame. Sasa aliona kuna wale ambao wako vichwa nguvu, wanampinga, wanataka wa, wa kuondoa hawa wapande wa Nyarwanda watusi wapya tarafani Fizi na mashariki mwa Kongo, sababu wao na ile hali ya kutumikia Rwanda, maslahi ya Rwanda, malengo ya Rwanda. Sikiliza ndugu msikilizaji, na ana vikosi na vikosi vya watu ambao anaandaa waje Yani maelfu za watu kwa kudanganya wakongomani na kudanganya ulimwengu, anafanya nini? Anakuja na mabasi aje kuondoa wanyarwanda nusu ya wautu na wale wale ambao hawana kitu e, aje kuwaondoa Kongo, watu wote waone oh, wanyarwanda waliokuwa Kongo wanarudishwa Rwanda ni wachache sana. Baada ya hapo Paul Kagame atasema sasa na yeye atarudisha wakongomani wa, wa waliokuwa Rwanda warudishwe Kongo. Ni hapo sasa kutakuja vikosi na vikosi na kuingiza majeshi na kutuma watu wanaokuwa na malengo ya Rwanda, na ni hiyo ni shida sana. Tatizo ni kwamba rais mstaafu Joseph Kabila na yeye anakuwa mwa hiyo masilahi ya kupanda watusi wapya katika mashariki mwa Kongo, na tunaona kuna watu ambao wako nyuma ya rais mstaafu Joseph Kabila, ni kusema wanataka kupanda mbegu mpya mashariki mwa Kongo ya watusi na ndio maana anadanganya watu komunote internationali anasema nini? Tunarudisha wakimbizi Kongo, wakimbizi wa Nyarwanda waliokuwa Kongo. Wakimbizi waanze kwanza rudisha hawa wanaojiita Wanyamulenge, si walikimbiaka vita? Ikiwa anahitaji kurudisha Wanyarwanda sahaza ambao wako Minembwe, babibokoboko na yote migini, si walikimbiaka vita? Inajulikana wazi, sio uongo lakini kwa sababu wana maslahi na malengo mapya ya kupanda watusi mumashariki mwa Kongo. Hata kama watashindwa na balkanization, lakini wapande kwanza watusi wapya, na wale watusi watajitahidi hata kama wakagama hawako wafanye kuwa nchi yote. Tumeyajua, na ndio maana tunaomba Wakongomani mali popote mulipo, tafadhali ujumbe huu usukumia wengine. Hata kama rais mstaafu Joseph Kabila anakubali maslahi ya watusi ya, wa, ya Rwanda, na watu wengi sasa wanaanza mshakia. Hata kama nilimfuata huyo huyo e, e, waziri e, e, Jean Pierre Bemba Gombu mwana mbuka songe ya mbeli alivyosema kuhusu e, rais mstaafu inaanza onekana hizo picha zinaanza kuwa kweli sababu gani? Kwa nini akubali waje kupanda watusi wapya katika mashariki mwa Kongo, na tungali kwanza na watusi ambao mpaka leo tungali tunapigana vita huko tarafani Fizi. Wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, ni hiyo mpango wa Paul Kagame anadanganya wa, watu na, watu wako. Wanasema ee kweli, Wanyarwanda wanaanza rudia hawa, wanarudia ni wachache. Mchunge sasa, msiku kidogo mutanikubali, ni maelfu itaingia Kongo, kwamba walirudisha wa, wa, Kongo, wa, wa Rwanda waliokuwa Kongo. Sasa watarudisha wa Kongo waliokuwa Rwanda. Fungueni macho na ninaomba wazalendo mahali popote mulipo nikiomba e, mheshimiwa Cornel Nanga bisimwa, huyo hatuwezi mgusia. Cornel Nanga kwanza sababu yeye anajita ana, ana, mkongomani, mtu wa, wa, wa, wa upande wa iziro tusa Tuanu mabuta iziro, tunakubali uko mkongomani, lakini unapenda mapande u, u, u, unajua vita tulivyo navyo vigumu tena vizito upande wa Ituri tuko na waema ambao walizaa leo wanakuwa na wagegere watoto, vita haviishe. Upande wa Fizi au watusi, bang, banyalona, bankalinga, machuka kenga, bantaula au wanaojiita wanyamulenge mpaka leo tuko na vita, mkuja kupande wengine tena upande wawa wa Norkivu wakamate wa, wa, wa, wa, wa, wa wa Ruchuru na, na miji mingine

na ni hiyo, italeta machafuko tena zaidi. Tunaomba mijini yote ya Wakongomani, mahali mulipo, simameni, tupinge kila kuja kupanda mbegu mbaya katika nchi yetu ya demokrasia ya Kongo, zaidi mashariki mwa Kongo. Basi tunashukuru sana, laike vipindi vyetu jiabone hapo. Ni bega kwa bega, tano kwa tano, habari maalumu siyo ya kupapasa Radio televizio Ngyoku. Kwa kumalizia, usikose ndugu, kusukumia mzalendo hata kitu kidogo tu. Mnajua ya kwamba wazalendo hawana msaada zaidi zaidi, hawana bali, msaada utatoka ni kwako. Namba ziko hapo, tuite natuma msaada wako chao.